Kitabu cha kumbukumbu la Torati sura 28 na mstari wa saba. Ninasoma kwa jina lake Yesu Bwana. mm -hmm, atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako, ehe. Watakutokea kwa njia moja, watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Amen. Kamata kwanza hapo hapo msomaji, msomaji, amina. Kwanza lazima ujue hey. Adui yeyote yule anayetaka kupambana na maisha ya mwanadamu yeyote, anapotaka kufanya makao ndani ya mwili wako, ndio au, anapotaka kufanya uharibifu hey. Kitu cha kwanza kitakachomlazimisha ndio ni kutafuta njia, ni kweli, ni kutengeneza njia, ndio hey. Maana Musa anatuandikia maandiko haya ndio toka mbele za Bwana, sawa, ya kwamba adui zako watakutokea kwa njia moja ndio. Lakini Yesu atatengeneza njia saba. Oho. saba. Barikiwe na Bwana, bariki na hey. Nataka niseme jambo jioni ya leo. Adui anayekusumbua kuna yeah, njia moja ambayo aliingia kwako hey. Yawezekana unaijua hiyo njia, yawezekana uijui hiyo njia, lakini kazi tuliyonayo hapa hey. Majira tuliyonayo hapa Oho. ni kutengeneza malango saba njia saba za oh. Sa, kuwafanya wale wakutesa Mwachie ngazi kwenye maisha yako, uh -oh. waondoke ndani ya mwili wako, uh -oh. haijalishi waliingia kwa njia gani, uh -oh. Tunajua iko njia moja walioingia watesi wako, yawezekana waliingia kwa njia ya zinaa, ukajua nimepata mpenzi ehe, nimepata mume, ndio kumbe wanatafuta njia ehe, ya kuleta maafa juu yako, au waliingia kupitia chakula au waliingia kupitia ndoto au waliingia kupitia fedha mazingira unayoishi, hilo jambo leo hatutaliangalia. Tunaangalia ni namna gani watakavyoweza kuondoka, watakavyoweza kutolewa mbele yako. Hey, tunawatangazia hapa yeyote yule akutesaye yeyote. Yeyote yule aliyekukalia yeyote. Yeyote yule anayekuonea ni baada ya leo takaposuka juu yako pamoja na asarimao ya tarainishwa na, na, na, na kuna uchungu utaondoka, na yule akutesa, Yesu atamshughulikia, Yesu atamshughulikia. nakuna watu wako hapa bado, kuna njia naiona inaendelea hey. kuwatesa kupitia hiyo njia, kila mara wanakushambulia wanaharibu ndoa wanaharibu biashara wanaharibu